Ni mwendelezo wa habari kuhusu matamko na wito wa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Jana tarehe 20 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, tulipata nafasi ya kuwaangazia maaskofu wa kanisa Katoliki nchini TEC pamoja na tamko lao walilolitoa. Pia tulipata nafasi ya kumwangazia Askofu Frederick Shaw wa kanisa la KKKT pamoja na tamko lake alilolitoa na pia tulisikia alichokisema Mtume Boldoza Mwamposa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, lakini pia nilikuahidi kwamba nitakuletea matamko yote ya viongozi wote wa dini walioyatoa kwa ujumla kuelekea uchaguzi mkuu wa wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Kiukweli siku ya tarehe 19 na tarehe 20 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, siku hizo zilitawaliwa sana na matamko ya viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Miongoni mwa viongozi hao wa dini katika walioyatamka, walihimiza sana amani, amani amani huku wengine wakitoa wito kwamba uchaguzi ufanyike kwa uhuru na haki, kwa kuzingatia misingi yote, na kwamba askari wasihusike katika uchaguzi, ikiwemo wananchi wapewe kipaumbele, kwa maana wao ndio wapiga kura. Moja kwa moja bila kupoteza muda, hebu tuende tukatazame matamko yote ya viongozi wa dini kwa ujumla walioyatamka katika siku hizo. Tunapita na tamko moja baada ya jingine. Matamko yote ya viongozi wa dini kwa ujumla, pamoja na wito wao walioutoa kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu ni kama ifuatavyo. Tunaanza na tamko la Kanisa Katoliki nchini tek pamoja na wito wao walioutoa kwa serikali. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEK, limetoa wito kwa serikali ya Tanzania kuachilia mara moja na bila masharti viongozi wa kisiasa waliokamatwa kwa kudai haki, likisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu katika kulinda amani ya taifa, hasa kuelekea mwaka wa uchaguzi. Rais wa TEK na askofu wa jimbo Katoliki Lindi, Muhashamu Wolfgang Pisa amesema kuwa amani ya kweli haiwezi kupatikana kwa kutumia nguvu, bali kwa maridhiano na haki, akisisitiza kuwa ni wajibu wa kila Mtanzania kulinda amani ya nchi kwa kuhakikisha mifumo ya uchaguzi inarekebishwa ili kutoa nafasi kwa upatikanaji wa viongozi wa haki na wa kweli. Katika hali ya kawaida, nani anaharibu amani, anayetumia nguvu na kusisitiza uchaguzi uende anavyotaka yeye, au yule anayesema jamani, turudi mezani ili tuangalie mifumo yetu ya uchaguzi, kwani mifumo ya sasa haiwezi kutupatia viongozi wa haki na kweli? Amehoji Askofu Pisa, akizungumza katika mkesha wa Pasaka uliofanyika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Kagwa jimbo la Katoliki Lindi, askofu huyo amesema kuwa kama kurudi mezani ndiko kunakoweza kulinda amani, basi kila anayehamasisha hilo anapaswa kuungwa mkono, si kukandamizwa au kukamatwa. Kwa maana hiyo wote waliokamatwa kwa kudai haki waki wakiwemo viongozi wa vyama vya kisiasa waachiwe haraka na bila masharti, na wengine wasikamatwe wa wala kusumbuliwa. Pia mihimili isiingiliwe bali itende kazi zake kwa haki, amesisitiza amesema. Kuwa amani ni tunu adhimu inayopatikana kwa gharama kubwa, hivyo haipaswi kuchezewa, huku akisisitiza kuwa taifa linapaswa kuikataa dhana ya kuimba wimbo wa amani isiyotokana na haki. Kauli ya Askof Pisa imekuja wakati ambapo mjadala wa mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi na ushiriki wa vyama vya siasa umekuwa ukitawala anga ya kisiasa nchini huku kukiwa na malalamiko kutoka kwa baadhi ya vyama vya upinzani kama chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuhusu kukamatwa kwa viongozi wao wakubwa akiwamo mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu na ukosefu wa haki katika uendeshaji wa siasa hili ni tamko la kwanza miongoni mwa yale matamko ambayo tulipanga kukusogezea pamoja na wito wa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu unaokwenda kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Moja kwa moja tuende tukaangazie tamko la pili miongoni mwa yale matamko yote ya viongozi wa dini pamoja na wito wao waliotoa mnamo tarehe 19 na tarehe 20 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu wa 2025. Askofu wa kanisa la Anglicana Diocese ya Central Tanganyika DCT DK Dickson Chilongani ameiomba serikali ikae meza moja na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, ili wamalize tofauti zao kwa njia ya mazungumzo akisema mikwaruzano inayoendelea inawafanya Watanzania kutokuwa na furaha. askof Dk Dickson Chilongani ametoa wito huo leo Jumapili, Aprili 20 mwaka huu wa 2025, wakati akiongoza ibada ya misa takatifu ya Pasaka iliyofanyika katika kanisa kuu la Roho Mtakatifu jijini Dodoma. Tumesikia jinsi eh,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 iongeze jitihada ya kuondoa kero nyingi zinazowafanya watanzania wasiwe na furaha au wawe na huzuni. Kero za ubadhirifu, ukiritimba, rushwa na sasa hivi, mtu akienda ofisi nyingi, mtu anataja huduma hawezi kupewa huduma hadi aombwe fedha. Hizi ni kero zinazowafanya watanzania wawe na huzuni. Hili ni tamko la pili moja kwa moja. Eh, twende tujikite katika kuangazia tamko la tatu likiwa eh, limetolewa na Askofu Frederick Shaw, Askofu wa kanisa la KKKT. Askofu Shaw ametaka mambo manne kuelekea uchaguzi mkuu, mkuu wa diosis ya Kaskazini ya kanisa la Kiinjili la Kirutheri Tanzania yaani KKKT. Askofu Frederick Shaw amesisitiza Maridhiano, uchaguzi huru na haki na uamuzi wa wananchi katika uchaguzi kuheshimiwa. Mbali na hayo, amewataka polisi kuepuka kutumiwa vibaya na watu wasioitakia mema nchi na Watanzania kupenda nchi yao wakiwa na hofu ya Mungu ili Tanzania iwe mahali salama. Askofu Show ameyasema hayo siku ya tarehe 20 Aprili April mwaka huu wa 2025 akitoa ujumbe wa Pasaka katika kanisa kuu usharika wa Moshi mjini mkoani Kilimanjaro. Akizungumzia maridhiano, Dr. Show amesema yanapaswa kuingia katika matendo na si kubaki kuwa maneno. Tunasikia habari za mapigano, migogoro kila mahali, kati ya makundi, kati ya nchi na kati ya mtu na mtu. Tunasikia habari za ukatili na uonevu kwa wasio na nguvu na mamlaka. Mahali pengine inaelekea kushamiri tena hata hapa kwetu, amesema. Amesema kunahitajika kupatana, kuridhiana na kupendana. Tunaposema juu ya upatanisho tunamaanisha, tunaposema juu ya kuridhiana tunamaanisha, tunaposema juu ya kujenga upya, kuleta mabadiliko yatakayofanya watu wote waweze kuishi kwa amani na haki itendeke na kuletea nchi yetu maendeleo, tunamaanisha. Tunapozungumza kuhusu ustahimilivu, sio maneno maneno tu, bali sisi kwa nguvu ya ufufuko wa Yesu Kristo tunakuwa vyombo na wajumbe wa mambo haya, amesema Dkt Sho. Amesema sio vyema kwa Mkristo kukaa kimya au kukaa pembeni pale anapoona mambo yanayotishia amani, uzima, furaha na kuondoa haki kwa wale ambao wanastahili. Badala yake wanahitajika kujitokeza wazi, kushuhudia kwa ujasiri kuwa Mungu ni Mungu wa uhai, anayekataa ukatili wa kila namna. Tujitokeze kwa sauti moja kutangaza hii nguvu ya ufufuo. Tuseme ukweli pale inapopasa kusema ukweli na hata kwa mamlaka zote, tuchukue hatua ya pamoja kutetea haki, amani na upatanisho kwa pamoja. Tukatae nguvu, mamlaka zozote zinazosababisha mateso, zinazoleta na kukumbatia vifo, amesema. Kuhusu uchaguzi mkuu amesema ni haki na wajibu eh, kuhusu uchaguzi mkuu amesema ni haki na wajibu wa raia kujichagulia viongozi wanaowataka, akionya wananchi wasiingiliwe wala kuzuiwa kuwachagua viongozi wa wapendao. Huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu, ni wajibu wetu kuchagua viongozi bora, ni haki yetu kuona tunapata viongozi ambao kweli watatupeleka mbele kama nchi na watajali maslahi ya nchi hii wananchi na kizazi cha sasa na hata kizazi cha baadaye. Amesema tunaomba uchaguzi huu usifanane na chaguzi zilizopita, ule wa elfu mbili kumi na tisa elfu mbili na ishirini na huu uliofanyika mwaka jana. Tumerudia mara nyingi na mahali pengi, hatutaki kuona yale yaliyotokea katika chaguzi hizi nilizotaja yakijirudia. Polisi na uchaguzi. Dr. Shaw amelitaka jeshi la polisi kuhakikisha hawatumiki vibaya katika uchaguzi kwa maslahi ya watu wachache. Polisi tunawapenda na tunawategemea kwa jambo la ulinzi na usalama wa watu na mali zao. Niwaombe katika uchaguzi huu mkuu, kila mmoja kwa nafasi yake aangalie na asikubali kutumiwa vibaya kwa maslahi ya watu ambao hawaitakii nchi hii mema polisi na waomba kipekee kabisa, msikubali kutumika vibaya na mfahamu wajibu wenu na Mungu awasaidie, amesema. Pia amewataka Watanzania kuipenda nchi yao na kila mmoja kwa nafasi yake ajitoe kuona Tanzania inakuwa mahali salama ambako kila mtu atakaa kuifurahia na kujivunia kwamba tunayo nchi nzuri. Akizungumza katika ibada hiyo, mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amesema uongozi ni utumishi na utumishi ni kwa ajili ya watu, akiwataka Watanzania wote katika eneo lolote walilopo kujitoa kwa ajili ya wengine. Kuteswa kwa Bwana eh, kuteswa kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kufa kwake ni kwamba maisha yetu wakati mwingine yanapaswa yawe kwa faida ya wengine na kutanguliza wengine bila kutazama nafasi zetu sisi wenyewe na mambo yetu sisi wenyewe, ikiwa ni katika eneo lolote lile kwenye utumishi wa umma, utumishi kwenye sekta binafsi, kwenye familia, popote pale ulipo, wakati mwingine ni bora kuwasaidia wengine bila kujitanguliza wewe, na ndivyo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya kwa gharama ya kutoa hata nafsi yake na uhai wake kwa ajili ya kutukomboa sisi sote hivyo tunapoendelea eh, kutafakari ukuu wa Yesu Kristo nasi na pia eh, tuende kwa mtazamo huo. Amesema hilo ni tamko la tatu. Sasa tuwemo katika kuangazia tamko la nne, na hapa tunamwangazia Mtume Buldoza Mwamposa. Mwamposa amesema Pasaka ni baraka, tuombee amani, uchaguzi unapokaribia. Mtume Boniface Mwamposa wa kanisa la Inuka Uangaze ametoa wito kwa Watanzania kuliombea taifa liwe na amani kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu wa 2025. Amesema Pasaka maana yake ni wokovu, uponyaji, ushindi, maangamizo na amani. Hivyo, katika taifa la Tanzania kitu pekee cha kulilinda ni amani. Amesema hayo siku ya Aprili 20 mwaka huu wa 2025. E, kwenye ibada maalum ya Pasaka iliyofanyika Kawe jijini Dar es Salaam yaliyopo makao makuu ya kanisa hilo. Tutaendelea kuliombea taifa, kila mmoja ainue taifa kwa maombi. Yesu anaitwa mfalme wa amani, na ukiona tumekaa hivi na kusherehekea kufufuka kwa Yesu, basi Mungu ametupa amani, amesema. Amesema kuna watu hawawezi kukaa kwa pamoja kusali kwa sababu hawana amani hivyo amewataka waumini kufanya maombi ili Mungu awape wa amani kwenye familia zao. Mwamposa amesema amani huwa inatembea, inaweza kukaa, inaweza kuondoka. Na Yesu aliwaambia wana wa amani wakiingia nyumba yoyote waseme amani iwepo ndani ya nyumba hiyo, na akiwepo mwana wa amani ndani lazima amani itakaa, asipokuwepo itaondoka kwa maana inatembea na inahitaji kiti cha kukaa. Kwa mujibu wa Mwamposa, kipindi cha uchaguzi kinakuwa na mambo mengi na adui ndipo anapofungulia malango ya aina mbalimbali ya makabila na dini, hivyo ametaka wawe sehemu ya amani katika taifa. Tunamshukuru Mungu kwa taifa letu, naendelea kuliombea amani na tukaendelee kuilinda amani na Mungu atatupa neema. Tuendelee kufanya maombi hadi pale uchaguzi utakapomalizikia ili kuendelea kudumisha amani iliyopo, amesema. Hilo ni tamko la nne, na sasa e, tujikite katika kuangazia tamko hili la tano. Tamko hili la tano linatamkwa na Askofu Mwaikali ambapo yeye anasema hakuna mbadala wa Tanzania. Askofu wa kanisa la Kirutheri Afrika Mashariki KKAM Nyanda za Juu Kusini Dr. Edward Mwaikali amesema muda wa kuliombea taifa kuendelea kuwa salama ni sasa kutokana na tukio kubwa la uchaguzi mkuu linalotarajiwa kufanyika mwaka huu. Amewaomba Wakristo wakiwemo waumini wa ushirika wa Ruanda jijini Mbeya kujitokeza kwa wingi kuchukua fomu kugombea urais, ubunge na udiwani kwa vyama ambavyo havijaweka ukomo katika nafasi hizo. Ametoa wito huo siku ya Aprili 20 mwaka huu wa 2025 wakati wa ibada ya sikukuu ya Pasaka katika ushirika wa Rwanda. Dkt Mwaikali amesema amani ndio msingi wa maendeleo ya mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Amesema ukiwa mwaka wa uchaguzi mkuu, kila mmoja anapaswa kuwa mbele kutetea amani, kama ilivyo kwa mzazi, hasa mama, kwani akitokea machafuko Tanzania, hakuna taifa mbadala, huenda akatokea baba mbadala, lakini sio mama mbadala. Kwa maana hiyo, amani ya nchi yetu ikitoweka, hatutapata mbadala wa nchi nyingine. Niombe viongozi wa dini na Wakristo wote tuendelee kuliombea taifa letu, na mwaka huu ndio wa uchaguzi mkuu. Hii amani iliyopo, viongozi wa serikali wamejitahidi sana, lakini isitoshe, watumishi wa Mungu wa dini zote wamehusika. Tushikilie sana amani yetu, tuvuke kwa pamoja tusijifananishe na baadhi ya mataifa ambayo vita na migogoro imetawala, amesema. Amesema Wakristo wanapaswa kujitokeza kuchukua fomu kuwania nafasi mbalimbali katika uchaguzi unaotarajia kufanyika Oktoba mwaka huu, amesema. Wanapopatikana wagombea wenye hofu ya Mungu huweza kuongoza vizuri kuliko kuwaachia nafasi wasio na dini ambao uongozi wao huwa si bora, amesema. Atatamani kuona wanaoshirika wa Ruanda wakijitokeza wengi kugombea. Chama cha Mapinduzi CCM ndio pekee wameweka ukoma upande wa urais, lakini vyama vingine vyote nafasi iko wazi. Niombe waumini hapa kanisani mjitokeze, tupate wabunge, madiwani na hata rais, amesema. Itapendeza sana kuona kiongozi akiwa mtumishi wa Mungu, kwa kuwa hofu itakuwapo kuliko kuwaachia wengine. kwa sasa nimeona mmoja kanisani hapa aliyoonyesha nia kugombea na ameshaniambia tumwombee, amesema amewashukuru na kuwapongeza waumini kwa namna wanavyoongezeka kila siku, akisema kwa miaka mitatu sasa tangu ashike nafasi hiyo wamefikia zaidi ya elfu kumi na saba. Hii ni Pasaka yetu ya tatu tangu tuanzishe kanisa hili lakini idadi inaongezeka kwa sasa, tunazidi waumini elfu kumi na saba. Tuendelee kumshukuru Mungu kwa maendeleo haya na tupambane kumaliza ujenzi wa kanisa letu, amesema. Hilo ni tamko la tano, na sasa tunamalizia katika kuangazia tamko la sita miongoni e, mwa matamko yote ya viongozi wa dini pamoja na wito wao kuelekea uchaguzi mkuu walioyatoa E, mnamo tarehe 19 na tarehe 20 mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025. Muhashamu Baba Askofu wa Jimbo Katoliki Ifakara, Muhashamu e, Salutaris Melichio Libena amesema amani ni zaidi ya kukosekana kwa vita, akisisitiza umuhimu wa kuilinda amani ya Tanzania kwa kudumisha makubaliano na mapatano miongoni mwa wanajamii. Wakati wa mahubiri yake katika ibada ya Pasaka kitaifa iliyofanyika kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Andrea Mtume jimbo la Katoliki Ifakara Askofu Libena ameeleza kuwa ili amani iwe ya kweli ni lazima ijikite kwenye kupendana, kujadiliana na kuacha kutanguliza maslahi binafsi na kukandamiza wengine ili kuruhusu amani itawale. Sisi kama nchi tunafurahia amani, tunasema tuna amani na ni kweli tuna amani, kwani hatuna ugomvi, lakini amani ni zaidi ya kukosekana kwa vita. Amani iendane na upendo, amani iwe zao la ukweli, na amani inahitaji sana makubaliano na maelewano, amesema Askofu Libena. Hivi ndivyo ninatamatisha habari hii. E, habari ya matamko na wito wa viongozi wa dini kuelekea uchaguzi mkuu unaokuja kufanyika Oktoba mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Tumepata nafasi ya kuangazia tamko moja baada ya jingine pamoja na wito wa viongozi hao e, wa dini kuelekea uchaguzi mkuu